Karibuni wasikilizaji wa radio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi chetu hiki cha 42 kinacholetwa kwenu na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya KWAUSO, kutafakari mateso ya Bwana katika mwanga wa taarifa tunazokuta katika sanda ya Torino. Mada yetu ya leo cha chake ni damu muhuri. Ni siku ya arobaini na mbili ya tafakari yetu. Ntaanza kwa nukuu: picha ya sanda ni picha ya mtu kifoni, damu inazungumzia uwai wake, kila tone linalozungumzia upendo na uwai, hasa lile doa kubwa eneo la kifuani mahali pale ambapo damu nyingi na maji vilitoka baada ya kutobolewa kwa mkuki wa askari. Mwisho wa nukuu ayo wa nukuu hayo ni maneno ya Papa Benedikto wa kumi na sita wakati wa hija yake uko Torino tarehe 2 mwezi Mei mwaka elfu mbili na kumi. Papa Benedikto wa kumi na sita alitamka fikira za wengi aliposema juu ya sanda katika hija yake ya tarehe hiyo tarehe mbili mwezi Mei mwaka elfu mbili na kumi kwamba sanda ni picha au icon iliyochorwa kwa damu. Ni picha ambayo baadaye Papa Francis aliwakaribisha waamini waitafakari kwa heshima na mshangao mkubwa. Lakini katika mshangao huo mkubwa waumini wanaweza kujiuliza Je, Papa Benedikto ana maana gani anaposema kwamba sanda imechorwa kwa damu? Mbona sayansi imesema kwamba picha ya sanda si mchoro? Labda hapa jibu ni gumu zaidi kuliko swali, na nitamuomba msikilizaji uvumilivu ili tuende kwa utaratibu. Papa Benedikto anaposema kwamba sanda ni picha iliyochorwa kwa damu bila shaka hana maana ya kusema kwamba sanda ni mchoro kama michoro mingine ile inayotengenezwa kwa kutumia rangi na brashi. Tunavyofahamu damu ni kemikali, na kama picha ya sanda ingekuwa imetokana na damu, tungetakiwa kutambua kwamba picha ya sanda ni mchoro kama michoro mingine yoyote unayotengeneza wasanii ambapo tumekwisha eleza na kubainisha kwamba kuhusu sanda, uchunguzi wa sayansi umeonyesha kwamba hakuna rangi iliyotumika kuitoa picha ya sanda. Madai ya wataalam kama Walter Macron na Joy Nickel kwamba kemikali yenye asili ya vitu kama chuma ndizo zilizosababisha uwepo wa picha ya sanda yalionyeshwa na watafiti wa msingi kwamba hayawezi kusimama mbele ya ukweli zilizopo. Hivyo Papa Benedikto 16 hana maana ya kusema kwamba utengenezaji wa picha hii umetokana na ufundi uliohusisha matumizi ya damu au kemikali nyingine. Picha ya sanda sio mchoro, hivyo hata damu haikuhusika kuichora picha ya sanda tunayoiona kemikali ya aina yoyote haikutumika kutoa chochote. Hakuna kitu chochote kilichoongezwa kwenye sanda kutoa picha ya sanda kutoka nje ya nguo yenyewe ya sanda. Hata hivyo, kwenye sanda kuna damu, na hii ni damu halisi ya binadamu, hata kama damu hiyo sio kitu kinachosababisha picha damu iko kwenye sehemu fulani fulani. Damu hiyo ambayo ni tofauti na picha ilitangulia kwenye sanda kabla picha haijashika kwenye nguo, ndio sababu chini ya madoa ya damu hakuna picha. Hii inamaanisha kwamba kama mtu mwenye akili ya kimalaika atakuwa amehusika kuitengeneza picha hii, basi bila shaka atakuwa alidondosha dondosha damu kwenye sehemu zinazofaa na baadaye tu ndio akafuatisha picha isiyowezekana hivyo, kwamba matokeo yake yaweze kuwa picha ya sasa ya mtu wa sanda iliyo na usahihi kamili kianatomia. Kwamba kweli kwenye sanda kuna damu ni jambo ambalo lilikuwa limekwisha kufuatiliwa na wataalamu wengi bila mafanikio mazuri, mpaka wanasayansi wa Stop, kina John Heller mtaalamu wa biofizikia na Alan Adler mtaalamu katika kemia, wote wa Marekani, walipopata jibu kwamba kinachoonekana kwenye sehemu zilizokisiwa kuwa damu ni damu kweli. Majaribio ya kimaabara yanathibitisha kwamba madoa ya damu kweli yanaonekana na hemoglobin kemikali msingi ya damu pamoja na serum albumin. Waliweza kuthibitisha kwamba sehemu hizo zinaonyesha tabia zinazoashiria uwepo wa kemikali inayoitwa porfirin, sehemu muhimu pia katika muundo wa damu. Ugunduzi wao ulithibitishwa na kazi ya Profesa Baima Bolon wa Italia, aliyefanikiwa hata kuonyesha kwamba hii ni damu ya kikundi AB. Hivyo papa aliposema picha ya sanda ni picha iliyochorwa kwa damu, alikuwa anazungumza kwa kutumia ukweli usiopingika kwamba hapa kweli kuna damu, ambavyo hii ni damu ya mtu iliyomwagika katika tukio la kusikitisha, janga lililompata binadamu kama sisi. Janga hilo liliacha kumbukumbu kumbu yake ya kudumu kwa ajili ya binadamu ambao ukuvu wao unategemea damu ile isiyokuwa na hatia. Katika kumbukumbu kumbu hiyo, damu itabaki kama alama nyingine nzuri au muhuri wa kuthibitisha kwamba kweli damu imemwagika na kifo kimekumbatiwa kwa hiari na yule mwenye haki ili kusudi watu waweze kuishi maisha bila kikomo. Damu hiyo ni muhuri usiopingika kwamba gharama imesha lipwa, ili kondoo waweze kuwa na uzima kisha wawe nao tele, kama Bwana anavyosema katika Injili ya Yohana sura ya kumi mstari wa kumi. Basi ndugu zangu wasikilizaji, kwa maneno hayo tukamilishe tafakari yetu ya leo ambayo ilikuwa inazungumza juu ya damu muhuri, damu tunayokuta katika sanda ya Torino, damu halisi ya huyu aliyekufa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Basi kesho, siku ya arobaini na tatu, tuweze kutafakari juu ya kitu tutakachoita ishara itakayonenewa, ishara itakayonenewa. Basi asanteni sana wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja tuendelee kutafakari mateso ya Bwana katika mwanga wa habari tunayokuta katika sanda ya Torino. Asanteni sana na Mungu awabariki.